Hadithi: penzi la jini la pagawisha kijana. Katika kijiji cha Kizinga palikuwa na kijana mmoja anaitwa Majaliwa. Alikuwa mwerevu, mkarimu na mwenye heshima. Watu wote walimpenda kwa tabia zake, lakini kwa muda mrefu hakuwahi kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi. Alisema bado hajampata wa kweli. Siku moja, alipokuwa njiani kurudi nyumbani kutoka kisimani, alikutana na msichana mrembo kupita maelezo Ngozi yake ilikuwa angavu kama mwezi wa usiku, masho yake yalikuwa ya kuvutia sana na kila kitu juu yake kilikuwa cha ajabu. Majaliwa alisimama kwa mshangao. Msichana yule alimchekea na kusema, jina langu ni Zubaida, nimetokea kijiji cha mbali, nilipotea njiani, naomba unisaidie. Majaliwa alimsaidia kwa furaha na kumpeleka kwa bibi yake nyumbani. Kuanzia siku hiyo, Zubaida alianza kumtembelea mara kwa mara na mapenzi yao yakachukua kasi. Kijiji kizima kilianza kushangaa. Majaliwa alikuwa kama kapagawa, hakuonekana tena kisimani, hakuenda shambani, na alionekana daima akizungumza peke yake au akicheka na hewa. Wengine walimwona akimkumbatia mtu asiyeonekana. Bibi yake alianza kushuku, alimpeleka kwa mzee wa mila anayefahamika kwa jina la Mzee Kombo. Mzee huyo alimtazama Majaliwa kwa jicho la ndani na kusema kwa sauti ya chini, huyu kijana yuko kwenye mahusiano na jini wa kike Jini huyo anaitwa Zubaida na amemvuta kwa nguvu za mapenzi ya kishirikina. Akikataa anaweza kufa. Bibi alilia akimsihi Mzee Kombo amsaidie mjukuu wake. Walifanya tambiko kubwa usiku wa mwezi mpevu. Kwa muda mfupi kijiji kilitingishwa na upepo mkali, kelele za ajabu zilisikika, na kisha ukimya mzito ukatawala. Asubuhi iliyofuata Majaliwa aliamka akiwa hajui kilichokuwa kikiendelea. Hakuwa anakumbuka lolote kuhusu Zubaida macho yake yalikuwa na mwanga mpya, na alirudi kwa yule kijana mwenye furaha wa zamani. Usiku mmoja, alipokuwa amelala, sauti ilimwita kwenye ndoro: Majaliwa, bado ni wangu. Nitakuja tena. Usisahau kushea na kusubscribe.